Karibu sana mpenzi mtazamaji, nashukuru sana kwa kujiunga nasi siku hii leo. Tunaangalia ufa kwenye njia ya haja kubwa. Ufa kwenye njia ya haja kubwa, ufa kwenye mkundu ni, ni hali ambayo inatokana na kuchanika au kupasuka kwa utando wa utelezi unaofunika sehemu ya chini ya rektamu. Hapo ndo tunasema kuna ufa kwenye mkundu. Karibu ujifunze nami mpaka mwisho. Nyufa ikitokea kwenye njia ya haja kubwa inaweza kusababisha maumivu makali wakati wa kujisaidia eh, uh, ile haja kubwa na hata kusababisha unatokwa uh, damu. Ukiangalia kinyesi cha mtu mwenye ufa, kinyesi kinakuwa kina michirizi ya damu au kwenye tishu zile ambazo unakuta amejisafishia zinakuwa na michirizi ya damu. Ukikagua njia ya haja kubwa utaona ufa, hasa ukipanua vizuri kidogo hivi, unaona kabisa kwamba kuna ufa. Mara nyingi ufa huu unakuwa katikati. Ni kawaida sana kwa watoto wadogo kupata nyufa kwenye njia za haja kubwa, lakini zinaweza kutokea katika umri wowote. Tafiti zinaonyesha kuwa asilimia themanini ya watoto wachanga wanapata ufa kwenye njia ya haja kubwa kabla hawajamaliza mwaka wao wa kwanza. Kiwango cha nyufa zinazotokana zinapungua kadri umri unavyoongezeka. Watoto wenye umri wa kwenda shule hupata nyufa mara chache sana ukilinganisha na watoto ambao wanakuwa ni wachanga. Kwa watoto, kwa watu ambao ni watu wazima nyufa zinaweza kusababishwa na kufunga choo, unakuta choo kinakuwa kigumu kweli kweli, kupata kinyesi ambazo ni kikubwa kigumu, au kuhara kwa muda mrefu kunaweza kukachangia. Kwa watu wazima, ufa kwenye njia haja kubwa unaweza kusababishwa pia na kupungua kwa mtiririko wa damu kwenda kwenye eneo hilo la mkundu. Sasa ni kawaida kwa wanawake waliojifungua kuwa na nyufa kwenye njia haja kubwa. Kwa, kwa sio jambo la kushangaa sana, kwa sababu ya ile shughuli ambayo inakuwa inatokea pale. Nyufa nyingi za njia ya haja kubwa zinapona zenyewe bila kuhitaji matibabu. Kwa watoto ni usafi wa nepi tu unahitajika, na anapona kabisa. Unaweza pia kufanya mambo yafuatayo ili kusaidia upone haraka, inabidi ujisafishe taratibu, badili mlo unaokula, kula mlo wenye nyuzi, nyuzi nyingi, unaweza kunyonya maji ya kutosha tumboni, kwa mfano mboga mboga, matunda matunda, haya nafaka ambazo hazijakobolewa, kwa mfano donana kadhalika. Unaweza pia kutumia cream ambayo inapunguza maumivu hasa wakati unapotaka kwenda haja kubwa. Unapaka mafuta ya kawaida kwenye mkundu pia inaweza kusaidia, zile petrola ya MJ unaweza kupaka pale kwenye njia ya haja kubwa, inasaidia kupunguza maumivu. Uh, unaweza pia kukalia maji. Unachukua maji ya uvuguvugu unaweka kwenye, kwenye chombo alafu unakaa mle ndani. Hii inapunguza maumivu pia na kuhakikisha kwamba unapona haraka. uh, kama choo chako ni kigumu sana na kinashindwa kupita, unaweza kutumia zile dawa za kulainisha kinyesi ili uweze kupata choo vizuri, isiendelee kuongeza ufa. Kama nyufa kwenye njia haja kubwa hazijapona kwa matibabu ya nyumbani niliyosema hapa, ni vizuri kwenda kwa daktari uweze kupata matibabu zaidi. Ili kuzuia nyufa kwenye njia haja kubwa, zile nepi za watoto wachanga zinatakiwa kubadilishwa mara kwa mara. Aa, hakikisha lile eneo la haja kubwa ni kavu, jifute Eh, kwa kutumia kitambaa laini au nguo iliyolowekwa au pamba. Atibu mapema magonjwa ya kuhara au kama kufunga choo, hakikisha unaitibu mapema, na epuka kukera au kusumbua au kuchokonoa sehemu ya mkundu ambayo inaweza ikasababisha hizo nyufa. Pia tunatarajia kwamba nyufa kwenye njia ya haja kubwa zitapona tu bila matatizo yoyote. Hata hivyo, watu ambao wamepata ufa kwenye njia ya haja kubwa wana uwezekano mkubwa zaidi wa kupata ufa tena baadaye. Kwa mara chache, ufa unaweza kuwa sugu na hauponi. Nyufa sugu zinaweza kuhitaji upasuaji uh, ambao unakuwa ni mdogo, ili kulegeza ile misuli ya sehemu ya haja kubwa ili sio inapasuka pasuka kila wakati. Kwa hiyo daktari ataangalia kama uwezekano huo unahitajika. Kazi yetu ni kuwaunganisha wagonjwa kutoka Tanzania kupata matibabu India, South Africa, Uturuki na USA kwa urahisi kabisa. Tutakuunganisha